<tipo bose> naomanawazazi na <tipo bose> na <tipo bose> na kwamba kwanza eh, awamu ya sita imetoa fedha nyingi sana kwa ajili ya kuboresha mazingira ya vikosi vyetu. Tunapoongelea mazingira aa, tunaongelea mahanga, vyoo, sehemu za kulala, sehemu za kufanya mazoezi, hospitali. Na, sem, na vitu vingine vyote mahitaji mengine yote ya vijana ya kuhakikisha kwamba vijana kio hapa wanapata mafunzo ya kutosha. La pili, wakufunzi wengi wa sasa hivi ni wakufunzi ambao wameenda mafunzo ya ukufunzi. Vile vile, mimi mwenyewe CEO tuna uzoefu wa muda mrefu wa kukaa na vijana. Kwa hiyo tunatoa hofu ya wazazi kwamba vijana waje JKT. Mimi hapa, kwa uzoefu wa muda mrefu, nimepokea vijana wengi wasana wa wazazi vijana wamekuja hapa baada ya muda mfupi tu kijana akipata muda kurudi nyumbani, mzazi ananipigia simu, "Sio, namuona kijana wangu amebadilika sana, mmempa mafunzo gani huko?" Lakini kweli kuna malezi mazuri ambayo yanamtoa kijana kutoka kwenye ile level ya wanafunzi sasa, kumwandaa kwenda kuwa mtu mzima ambaye ataweza kujitegemea bila kuwategemea wazazi sana. Kwa hiyo tunampa kijana ile hali ya kujiamini kwanza, kujitambua, alafu kuweza kujua kwamba anaweza kutumia mikono yake vizuri kwa ajili ya kujipatia kipato na kuzalisha mali. Kwa hiyo tunamhamisha kijana kwamba hapa umepata elimu sawa, lakini elimu imeondoa imeondoa ujinga, lakini bado kuna kuondoa umaskini, si ndio? Elimu tu haitoshi. Akija hapa maana tunamfundisha kijana kwamba sasa unatakiwa upate na e, e, e, ujuzi wa kutumia mwili wako, kutumia mikono, kufanya kazi za mikono kwa kujituma. Kwa hiyo akija hapa tunatengeneza ratiba ambayo akiamka saa 11 asubuhi atafagia, baada hapo ataenda bustani tunawapa hapa nampa kazi ambayo ni kubwa hawezi kufanya peke yake, kwa maana tunafundisha kwamba kijana huyu kwamba katika maisha unayokwenda hutaweza kuishi peke yako, lazima umhitaji mwenzio, mtashirikiana. Kwa hiyo tunawapa kazi ambazo wanafanya kwa umoja, kwa kushirikiana. Kwa hiyo unapompa kazi, kwanza naona ni, ni, ni kazi kubwa, lakini baadaye wakishafanya kwa pamoja, kwa kusimamiwa ile kazi, wanaona ni rahisi na imeshafanyika ime, ime, ime, ime <tipa>